Karibu tena. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuelekee maeneo ya pwani ambapo jamii ya Maasai katika kaunti ya Taita Taveta imesema itazingatia zaidi elimu kwa watoto wao baada ya kubainika kuwa wengi hukosa nafasi ya kupata elimu. Akizungumza katika eneo la Salaita huko Taveta wakati wa mkutano wa jamii hiyo, mbunge wa Taveta John Bwire amesema wakati umefika kwa elimu kutiliwa maanani. Aidha, jamii hiyo imesema itashirikiana na jamii zingine katika maendeleo na pia kutatua mizozo ya ardhi inayokumba eneo bunge la Taveta. zingatia mambo ya elimu kwa watoto wa kike na watoto wa kiume, na vile vile tumewahamasisha kwamba ndoa za mapema sisitishwe, ili watoto waweze kusoma na kufikia hatima yao. Vile vile tunawaambia kwamba ni vyema wafanye maendeleo katika maeneo hii ambayo Mungu ametuweka. Nimekuwa hapa tukihamasisha jamii, msichana wa kimasai lazima asome. mm. mtoto wa kimasai lazima asome meambia kwamba ni afadhali wazee twende kuchunga saa hizi, watoto waende shuleni, kwa sababu wakati hatutakuwa na nguvu ya kuchunga, wale watoto wetu watatuangalia na watatulea. Jambo ambalo hasa limetuleta hapa pamoja na kumjua Mungu, pia wa, wa, wapeleke watoto shuleni na pia wakubali wakumbatia maendeleo, wajenge majumba mazuri na waishi vizuri wakati